Kutekwa kwa eneo linalojulikana kwa jina la Point Zero uko sehemu za Mwenga kuelekea Fizi kumeokoa wakaaji wa Baraka, Fizi, Kalemie huko Tanganyika. Kulikoni mtazamaji pia msikilizaji wangu, na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu yetu ambayo ni wewe ambaye bado huja subscribe, huu ni wakati wako, usikose kusubscribe yahani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose vilevile kuacha uh, usikose kushea yahani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi nakualika kwa mara nyingine tena tuandamane sote pamoja kulikoni, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mapambano makali yaliripotiwa katika maeneo ya Mwenga Fizi, siku ya Alhamisi ya tarehe Januari 29, huku wapiganaji wa, wa M23 AFC RDF, jeshi la Rwanda, kama vile Twigwa Neo Ngumino Red Tabara na washirika wao wote walikuwa wakipambana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na washirika wao wazalendo wanaotetea nchi yao au ardhi yao. Mtazamaji, mapambano makali hayo yaliripotiwa sehemu zinazojulikana kama vile Point Zero huko Mwenga kwenda Fizi. Mtazamaji pia msikilizaji, mapambano hayo yalichukua muda mrefu, kama vile kumbukumbu ni kwamba Point Zero ni eneo ambalo ni la mkakati na ambalo inapelekea watu wanaomiliki au wanakodhibiti sehemu hiyo wana urahisi wa kwenda sehemu mbalimbali mbali kuendesha vita, na kama vile kumbukumbu, siku chache zilizopita ishirini na tatu na washirika wao walifanyikiwa kuwaondoa jeshi la taifa na wazalendo katika eneo hilo ikaleta wasiwasi mkubwa kwa wale wakahaji na wananchi wanaoishi sehemu za tarafa la Fizi na miji na vijiji vingi huko mkoani Kivu ya Kusini kama vile sehemu za mkoa wa Manyema. Vilevile wasiwasi ulikuwa mkubwa. Eneo hilo la Point Zero ni eneo la kimkakati, inarahisisha au ingeweza kurahisisha M23 na washirika wao kwenda hadi kwenye makao ya tarafa la Fizi, yaani mjini Fizi, kuteremuka katika mji wa Baraka na kwenda sehemu za Uvira, wakiwaacha FARDC na Wazalendo katikati. Na vile vile ilikuwa ni rahisi wao kusonga mbele pamoja, wakienda nchi kavu na wengine kuchukua njia ya ziwa Tanganyika kwa sababu hapo wangeweza vile kuidhibiti sehemu hiyo ya ziwa Tanganyika upande wake wa tarafa la Fizi. Mtazamaji pia msikilizaji wako na Kuna Nini News, wasiwasi -wasi ulikuwa mkubwa kwa wakahaji wa tarafa la Fizi, licha ya kwamba Wazalendo pamoja na FARDC walisimama imara, wakipambana kuhakikisha kwamba maeneo hayo hayataanguka bila shaka mapambano makali yaliripotiwa karibia kutwa mzima na lo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FARDC na wazalendo waka hapa kwa uji na uvimba wakiamua usiku uingie, wakihakikisha tayari wamedhibiti vilivyo eneo la Point Zero, na bila shaka kama vile walivyopanga pamoja na nguvu walizopewa na Mwenyezi Mungu, wakapata mafanikio wakawaondoa M23 na washirika wao sehemu hiyo, na ule wasiwasi ambao ulikuwa ukiwakumba wakahaji wa maeneo wa hayo ya Baraka Fizi, kwa kweli wakawa na angalao matumahini ya kwamba wasiwasi umekwenda mbali. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hayo ndiyo yaliyoripotiwa siku ya Alhamisi ya tarehe Januari ishirini na tisa na mapambano makali ambayo yalizuka kwenye milima nyanda za juu za tarafa la Fizi kama vile lile la Uvira na sehemu ya Mwenga. Fununu zilizozagaa na habari zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilikuwa zikisema kwamba kwa muda wowote, huenda M23 Twigbaneo Ngumino Red Tabara, RDF, jeshi la Rwanda baada ya kuondoka katika mji wa Huvira pamoja wakipanda sehemu za Bukavu kama nyola na, na wengine sehemu ambazo hazikujulikana. Wale ambao walikwenda sehemu ambazo hazijulikani walionekana kwenda kujiunga na wenzao wanaopatikana nyanda za juu ili kutafuta njia ya kuteremuka sehemu za Baraka Fizi, ili wapate njia za kusonga mbele kwenda huko Kalemi, lakini habari njema na mbichi ni kwamba tangu siku ya Alhamisi mnamo saa za jioni FARDC na wazalendo walifanyikiwa kuwaondoa M23 na washirika wao sehemu hiyo ya kimkakati inayojulikana kwa jina la Point Zero. Hayo ndio machache tuliyokuandalia muda kama huu kuwapa habari njema na mpya tena mbichi ya FARDC na wazalendo kufanyikiwa kuteka eneo linalojulikana kama vile Point Zero, hali inayowapa utulivu wa kaaji wa Fizi manema na Kalemi. Na kufikia hapo, sina cha ziada, nimekamilisha yale ambayo nimewatayarishia asubuhi ya leo. Hadi pale tutakapokutana tena hewani, nawatakieni nyote kila la heri, lakini nawaomba msiwe mbali, kwa sababu muda si mrefu tutarejea kwa mara nyingine tena na habari mbichi. Nasema, wani nasema asante kwa kuipenda Kuna Nini News <tik>